Siku ya jana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan alizungumzia juu ya viongozi wa dini kuchukua ajenda za kisiasa. Sasa moja kati ya kauli hizo za Rais Samia Suluhu Hassan zimejibwa na viongozi wa dini, na katika kauli yake aliyoizungumza Rais Samia Suluhu Hassan alisema ya kwamba, serikali kwa upande wake tutasimamia na kuheshimu misingi ya katiba ya kuheshimu uhuru wa raia wa kuabudu na kuhubiri dini, ila kamwe hatutomvumilia yeyote atakayetumia hakii kuchochea chuki na uhasama tumeapa kulinda kulinda haki na utu wa kila Mtanzania, hivyo hatutosita kufanya wajibu wetu bila uoga. Waswahili husema mchelea mwana kulia basi hulia yeye, basi nasi hatutokubali kulia sisi na tukamwacha mwana atuvuke. Mwana yeyote atakayetuvuka tutamshughulika naye, ili kulinda wengi wasilie. Alisema hivyo rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Aliendelea na kusema ya kwamba hatutofanya ajizi ya kutoshughulika na wavunjifu wa amani na wachochezi wa vurugu. Dini ibaki kwenye majukumu yake ya msingi ya kulema waumini kiroho na kimaadili kwenda na misingi ya dini zao. La, kamwe viongozi wetu wa dini wasidandie ajenda au vishawishi vya kisiasa na kuvuruga nchi yetu. Baada yake, majukwaa ibada yatumike kwa kwa ibada yatumike kwa wanasiasa kufanyia propaganda zao. Kufuatia kauli hiyo ya Rais Samia Suluhu Hassan aliyotoa siku ya jana, sasa Askofu Bagonza hii leo ameibuka na kujibu kuhusiana na kauli hiyo. Amesema ya kwamba kuna mambo hayako sawa, kuna mambo yanayotuunganisha wote bila kujali itikadi, dini jinsia kabila, hali ya mtu kiuchumi, ufupi au urefu wa mtu kama mimi, haya yote yanaunganisha na neno haki au kwa kijeruo justice. Kuna mambo kumi hayako sawa kwa sababu hivi sasa, mtu anapozungumzia haki anatazamwa yeye ni dini gani, badala ya kusikiliza anaongea nini. Pili, mtu akiongelea haki anatazamwa ni wachama gani, badala ya kusikiliza anaongea nini. Tatu, mtu akilalamika amepotelewa na nduguya anaambiwa anavuruga amani. Nne, mbuzi akipotea anapatikana lakini mtu akipotea hapatikani. Tano, kupotea mtu ni kutunza amani lakini kulalamika kuwa mtu amepotea ni kuvuruga amani. Sita, kutumia dini kueneza siasa ni dhambi lakini kutumia siasa kueneza dini ni sawa tu. Saba, kumsifu mtu akifanya vizuri inapendeza lakini kumkosoa akikosea ni sana, kumdai marehemu kabla hajazikwa. Nane, yaonekana kuna dini inayohubiri amani bila kuhubiri haki na kuna dini inajifanya kuhubiri haki bila kuhubiri amani. Mimbaya haki ni amani, lakini amani bila haki ni tasa. Haki na amani vyote ni tunu za taifa letu. Tisa, tumegawanyika, wapo wanaoona mtutu wa bunduki unavuruga amani, na wapo wanaona mtutu wa bunduki unatunza amani. Msuluhishi wa kweli anaitwa haki. Tunahitaji mradi wa kimkakati wa kujenga bwawa la haki ya kuzalisha amani. kumi. Rais wetu ni wetu sote, anaongoza wapenda haki na wapenda amani. Hatuna shaka na mahaba yake kwa amani, wapenda haki wanasikia baridi. Tulimsikia akiapa kuongoza kwa haki. Bahati njema haki ilimbeba, akibeba kama ilivyombeba amani itafurika kama bwawa la mwalimu Nyerere. Haki na amani vipeane buso. Kiapo kinasema, nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mira na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bila woga, bila upendeleo, uba wala chuki. Hekima ya wajaruhu, kuchelewa kwenda msalani hakuzuii njaa kuuma.